Nasema kwamba subira huvuta heri. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, ziara ya rais William Ruto ilianzia gatuzi la Laikipia na hivyo basi kukata kaunti zote kwenye eneo la mlima Kenya, hivyo leo ikiwa ni siku muhimu katika kaunti ya Tharaka Nithi pale ambapo nipo nyumbani kwa naibu rais profesa Kithure Kindiki. Hivyo basi mida ya saa tano, bila shaka naibu rais profesa Kithure Kindiki alikuwa ametua ndani ya chuo kikuu cha Tharaka pale ambapo alifika wa kwanza naokulakiwa na, na baadhi ya viongozi waliokuwepo na pia baadhi ya wasimamizi wa chuo kikuu cha Tharaka basi ivyobasi, ile sheria tu kuwepo kwake ama uwepo wake katika chuo kikuu cha Tharaka kwa kuhakikisha kwamba angalau atakuwa akimlaki bosi wake ambaye ni Rais William Ruto. Basi muda usiokuwa mrefu pia Mwingine wa heshima na mgeni aliyekuwa amesubiriwa siku ya leo ambaye ni Daktari Rais William Ruto aliweza kuwasili na moja kwa moja akaweza angalau msafara wake wa magari wakaweza kuchukulia pale kutoka kwenye uwanja wa chuo kikuu cha Tharaka. Hivyo basi, moja kwa moja akaelekea kama ilivyo ratiba, akafika pale kwenye afisi ya kusaini kwenye kitabu cha wageni. Alipotoka pale, moja kwa moja alirejea pale jukwani pale pale ambapo ambapo alipata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi, na pia baadhi ya wakazi katika eneo la Tharaka Nithi pale ambapo alizungumzia baadhi ya ambayo itakuwa ikitekelezwa ikiwemo miradi ya stima ama vile umeme, bila kusahau ukosefu wa maji ambao ndio janga katika eneo hili, akisema kwamba swala hilo litakuwa likishughulikiwa. Bila shaka, mpenzi mtazamaji, hapo kuna masuala mengi ambayo aliweza kuyazungumzia, na kama rais aliweza kutembea na baadhi ya viongozi akiwemo waziri wa maji ambaye ni Eric Murithi, bila kusahau gavana wa Meru, miongoni mwa wabunge wengineo ambao walikuwa wameweza tu kusafiri naye kwenye ziara ya rais William Ruto ambayo itakuwa ikikamilika hii leo, itakuwa labda ikikamilika Kia katika kaunti ya Embu ama Kiambu. Bila shaka mpenzi mtazamaji, baada ya hapo, Rais William Ruto aliweza kufululiza ama msafara wake wa magari hadi soko la Gatunga, pale ambapo atakuwa akienda tu angalau kuzindua rasmi ujenzi wa soko ambalo limekuwa likiendelea kwa takriban miezi kadha wa kadha baada ya kuanzishwa. Hivyo basi, tutakuwa tukisubiria tu kuona tu pia matakwa yepi ama tu atakuwa na yepi ya kuweza kuzungumzia wale wakazi wa Tharaka Nithi. kumbuka swali so, zima ambalo pia amekuwa akilizungumzia leo ni kuhusiana tu ushirikiano kuwepo na pia kuunganisha wa Kenya hasa kutoka eneo hili la Tharaka Nithi na pia kaunti zote 40 za ama 47 kote nchini. Bila shaka mtazamaji, kumbuka, hayo yote tutakuwa tunafuatilia pindi tu sa ziara ya rais William Ruto itakapokuwa ikitamatika eneo la Mlima Kenya, na sasa hapo tutakuwa tukiwaleta mbashara yote ambayo amekuwa akifanyika kwa siku hizi nne kutoka hapo hapa ndani ya chuo kikuu cha Tharaka tangujia. Mimi ni Shemela Samuel Gobino.